Okay, uh, wanaume naomba mje hapa. Kuna swali lenu hapa, anasema: Dkt. binafsi, naona kama natumika tu kama chombo cha starehe. Maana napenda tendo la ndoa na mwanaume atakayejua kuwa connected na mimi kihisia na kimwili, ila sio kwa huyu mwanamke niliye naye, maana hajali kwa lolote. Naomba msaada naumia sana okay. Uh, wanaume nadhani mmeona me, huyu dada anavyolalamika hapa kwenye hili hi swali. Uh, anasema kwamba anatamani kupata mwanaume ambaye atakayekuwa connected kihisia. Sasa mwanaume, nataka nikuulize swali hapa. Unapokuwa unashiriki tendo la ndoa na mke wako, Are you connected? Mko connected kihisia? Mko connected kimwili? Mko connected kisaikolojia? I said, ni, ni ni very technical question. Huyu dada anaweza nikasema ninampongeza, ana akili sana. Wanaume wengi huwa wanajali hisia zao tu peke yako peke yao pasipo kujali kwamba ninayekwenda kushiriki naye yuko kwenye hali gani? Huwa nikiwaambia kwamba mjifunze namna ya kuweza kumwandaa mwanamke, mjifunze namna ya kuweza kusoma saikolojia ya mwanamke. Njoo ni kusaidie utaalamu, njoo ni kusaidie ujuzi namna gani ya kuweza kumwandaa mwanamke. Nikikwambia ulipie video shilingi elfu kumi, unaona kama ni gharama kubwa sana. Nikikwambia uingie katika group la WhatsApp ujifunze, unaona pia kama ni gharama kubwa sana. Sasa Angalia swali kama hili: mwanamke kama huyu anasikitika, anasema: siko connected na mwanaume ambaye tunayependana, siko connected, naona kama vile natumika tu kama chombo fulani cha starehe. Maana yake inafanyika kama wajibu. Ukiona unashiriki tendo la ndoa kwa sababu una hamu, hicho ni moja ya kiashiria kwamba mapenzi baina yenu hayapo. Hivyo basi, kinachotakiwa ni kwamba ujifunze namna gani ya kuwa connected, sio tu katika maandalizi, namna ya kuweza kumwandaa, bali uwe connected kwake kwa njia ya kisaikolojia, kuisoma akili yake, yuko katika mood gani, uweze kumuondoa. Kama alikuwa na stress, aweze kuachana na stress zote, aje katika mood ambayo unahitaji wewe, ili ye na yeye aweze kufurahia na kuweza kufika kama wewe unavyofika. Kupata elimu hii, kujifunza kwa kina zaidi, tafadhali Njoo inbox nikusaidie kama unapitia changamoto hii. Kama una shida pia ya nguvu, una shida ya kuwahi kumaliza, njoo pia nikusaidie. Naitwa Dr Koboja, mwanasaikolojia mtaalamu wa sayansi ya mapenzi. Nikutakia asubuhi njema na Mungu akubariki sana.